Tu? Zinaota tu. Eee, zinaota lakini mbegu inabidi uchague mzima. Ukichagua mzima, inakuwa ndio ubora wa mbegu, kama unavyoona mbegu zote za mahindi, mtama, lazima uchague mzima. Unaona hizi inaharibika sana, kuchagua mzima laa celee kukoota tu vizuri, uchague mbovu na unakua yote, unaonekana mbegu kama hii hiyo unaona, hii basi ndio mzuri kupanda. Raichile inapasua hii, natoa na miti, basi koo hivyo mvyokota humu hmu chini hivyo, tunaokota chini, kazi ngumu. Mwisho leangu ache, tunaokota a chini hivyo, asahivi nafikia tu mpaka tunanunua E, tunaambia vijana wamesaidia, kwa sababu kwanza mbegu zimekuwa hakuna sasa hivi. Hizi za michu hizi tayari mm -hmm. muda wake zimepakatika, zime, zime chini mm -hmm. zimeota nyingi mwanzo mm -hmm. e, zilikuwepo nyingi hivi, alafu tondo wanazila sana. Miche yake ndio vidogo vidogo hivi, wanakula miche